kushindwa goli nne kwa moja baada kuingia nyinyi tu mkaus mka goli sisi ndio tunawakilisha wasanii wote bad nation the bad number the bad team you understanding guys i, I, I think you understanding all you understand this is the bad nation you know so if you you you say say bad bad nation you say the winner is the bad numbers you understand my boy kwanza point 6 mpaka sasa hivi na magoli zaidi ya 9 mm yes

Ask any team. Zinaogopa sana sana ni Konde Gang pamoja na Na na Ramata Ramata Village. <laughs> Village <laughs> Ah, ah, mnaogopa kwa sababu ana vigimbi. Wana wana Kiswahili. I'm not afraid any team because I'm the bad number you understand it, guys? This is a big team. This is the the original. You understand? You know everyone So, Chino, you are going going to to win win the the title title of of Samia Samia Cup. Cup. What? What I don't understand. do you say? Kushinda title of Samia Cup. Yes, that's why Sisi Dima winner all the time. You understand? For every, any problem with your winner, you understand? Even for this uh, Samia Cup, is iz mawina na unamzungumziaje? you know, <laughs> yeah. Kocha tunaona jituzi wamemtimua kocha na iye memchukua na amepata ushindi labda, ah, kocha wewe. Jituzi unamzungumziaje? Jituzi waloo jituzi wameona kocha amekuja na wanataka kuendelea kunenepa, au sio bana? Misosi ya nani ya mada ya mkome m kumfukuza kocha, lakini sisi sisi sisi hatuna shida, sisi tumemchukua, au sio bana, tuko naye na umeona mwenye matokeo, na tunakutana nao siu takuaji naundabadahapana football na sana. alikamwe, this This is a, this is a football. This is a football. football. Na siku zote watakwambia mpira ndo unaongea uwanjani, kama ambavyo umeona sisi uwanjani mpira umefanyaje, umeongea na tutamfunga yoyote, I'm telling you, yoyote ambaye you coming for my side you can kill it Chino, moja moja ya moment ambayo inazungumzwa sana kwenye yes, mchezo wa leo ni pasi ambayo ulipokea kutoka kwa Badi Mario yes, lakini ukashindwa kuitendea kazi. Kwa upande wako ile moment ilikuwaje? Ah, for sure my my my brother I'm very sad. Even now, I'm very very very sad sad even now. Because this this This You you know is is a goldie. this is my, yes, gold yes chance my boss you give me pass big pass big you understand? Ah Nimejaribu, next time. Nimejaribu imekataa. Kwenye dakika chache ambazo umeingia umecheza hmm, uh, umeonekana ukianguka takriban mara tatu na zaidi. Ha, ni, ni kweli, na anaweza nikakukumbusha upande ule wa anguka. Sijaweza kuanguka. Sijaanguka bali ilikuwa ni, nini ili? Nimeteleza mara moja tu ambayo ndio ile nimeikosa kiasi sijaanguka bwana. Eh, sijaanguka. Kuteleza sio kuanguka, unataka kumaanisha hivyo? Eh, ndio maana yake hiyo. Lakini eh, <laughs> eh, Chino ukiachana uki, uki na, na matokeo ya leo eh, unayazungumziaje mashindano kwa ujumla, namna ambavyo mashabiki wamejitokeza kwa wingi eh, ukizingatia ni, ni, ni mchezo ambao ni kama sehemu ya furaha, lakini asilimia kubwa ya mashabiki wamejitokeza kutoka maeneo mbalimbali, kwako yeye inaleta picha gani? uh, opportunity imetokea ya kusanyika pamoja na watu wote kuwaona wasanii wao, na huu ni mwezi wa Ramadhani. Sio kila kitu kichaji hela, au sio bwana? Tumeweza kufun na watu ambao wanatusapoti na binadamu wenzetu ambao kila siku tuko nao na wana support vitu vyetu. Kwa ni kitu kikubwa sana Yeah. Moja kwa mashabiki Bad Nation. Ah uh, mashabiki wote wa Bad Nation wawe oh, happy ili yeah. kombe yeah. yeah. yeah. la kwetu asio na pressure yote. Au sio bwana? Eh, captain yupo kama hivi anaupiga mwingi na sisi tuko ndani tunaupiga mwingi. Marcelo I see you. Kwa hiyo vijana wote wasio na wasiwasi, vijana wote wa Bad Nation make the be happy because kombe la kwetu.